Nilimsikiliza pia viongozi wa dini ya Kiislamu alisema, tupo tayari kukata vichwa. Mimi naomba nionye pia hapa, tusifike huko ndugu zangu, viongozi wa dini, tuwe ni watu tunaoadilisha, tunaokemea, kama tusiweke petroli katika haya ambayo yanatokea na madhara yake. Akaja kwa makubwamaziimkuu ni kumbe dondoo kidogo Ilikuwa ni stendi ya Magufuli hii ilikuwa inaungua yote hii hapa, stendi hii na mheshimiwa waziri mkuu, nilishukuru jeshi lilikuja haraka likalinda stendi hii. Mheshimiwa waziri mkuu, target ya pili ilikuwa ni mabasi ya mwendokasi, yameunguzwa mabasi mengi ya mwendokasi na kupiga vituo vya mwendokasi. Target ya tatu ilikuwa ni miundombinu ya gesi ya TPDC, kulipua miundombinu ya gesi walikwenda ni kuchoma jengo la tisi la tisarai na walijenga walichoma kibanda cha mlinzi. Jeshi likaja mbele kulimpua higez, kulimpua mungo, nyuma, kwa ajili ya kulinda amani hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo jingine alikwenda kuchoma miundombinu ya TANESCO, ilikuwa kulipua hii gesi, kulipua hapa Ubungo pamoja na kulipua kule Kinyerezi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo hii miundombinu inaonekana hapa ni kwa sababu vyombo vimefanya kazi. Kama tumesikiliza maneno na kurudi nyuma vile like the sabiki kwa giza Haya tunayoongea tugombane, tunapoweza kugombana, lakini kamwe tusiendelee kuichoma nchi yetu wenyewe. Tukilipua nchi hii kama vile mti na mti, lazima nasi tutakufa. Itakuwa ni kufanya fujo kama vile kukata mti tukiwa kwenye tawi la mti huo. Mwisho wa siku, maendeleo ya taifa letu yatarudi nyuma na adui yatapenya katikati, ili sisi tuweze kufaidi katika maendeleo yetu.